ini hivi sasa tuko hapa sasa, katika jiji la Durban kwa ajili ya mechi ambayo itachezwa mchana huu katika uwanja wa Moses Mabida kwa, kwa timu ya Simba Sports Club pamoja na timu ya Stellenbosch kushiriki katika mchezo huo wa nusu fainali hii leo. Kwa hiyo tumetoa wito, watanzania wamejitokeza kwa wingi, na hivi punde nimetoka kwenye mkutano mkubwa wa viongozi wa jumuiya ya watanzania ambao wamenihakikishia utayari wa watanzania na washabiki wa soka kutoka jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko waliojikusanya kwa wingi hapa Afrika Kusini. Walau timu wa Maharobo ambaye ni mwanasiasa mahiri na waziri naibu waziri katika wizara hiyo ya maji, alikuwa na salamu za serikali ya Afrika Kusini ambapo kwanza alitumia fursa ile kuishukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hususan a mungano wetu mpaka mpaka hivi sasa. Kifupi, alitoa wito kwa Watanzania, alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujifunza kutoka Tanzania ile dhima nzima ya umoja upendo mshikamano na ile hali ya utaifa ambapo watu wa kabila mbalimbali wanaishi kama ndugu na kushirikiana katika shughuli mbali mbalimbali za maendeleo. Mwisho aliwatakia watu wote waliohudhuria shughuli ile na heri na fanaka katika miaka hiyo sitini na moja ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwatakia kila la heri viongozi wetu wakuu kwa maana ya Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Dkt Hussein Ali Mwinyi pamoja na Mheshimiwa um, Mzee Sili Ramaphosa waendelee kuwa kiunganishi cha Watanzania na watu wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na, wa na wenzao wa Afrika Kusini katika kushirikiana kwa hali na mali katika shughuli za maendeleo ya kiuchumi, ya kisiasa, ya kijamii na kadhalika. Na ndio unaona katika hilo la kijamii, sasa leo hii tunakutana hapa Dabar kwa ajili ya mchezo wa finali nusu fainali amen, kati ya timu ya Simba kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wenzetu wa, wa Stellenbosch katika kuendeleza diplomasia hii ya, ya michezo. Kwa hiyo tuzidi kuliombea taifa letu, tuzidi kuwatakia kila laheri wapenzi wa soka, tuzidi kuitakia nchi yetu, ili katika matokeo ya mchezo huu leo basi tuweze kupata kile tunachokihitaji ambacho si kingine, ni ushindi Simba.